zaidi wakuu wa vyombo vya habari washindani ambao hamwezi kukutana lakini tulipokuwa tunawasiliana kwa ajili ya kukutana kulikuwa na kukubaliana kwa kiwango kikubwa kuliko wakati mwingine wowote kila mkuu wa chombo cha habari au mhariri mwandamizi taasisi zingine za kihabari mara moja walisema ipo haja ya kukutana tujadili, na kweli tukajadili, na hata tulipokuwa kwenye kikao, ni vyombo vya habari zaidi ya ishirini. Hata tulipokuwa katika, kulikuwa na kukubaliana kwa hali ya juu, na tulipata fursa ya kusaili eh, changamoto ambazo zimekuwepo, sio kwa Tanzania tu, lakini katika mataifa mengine pia, na bila vyombo vya habari hapa nchini kwa tange, eh, wanasema seniority. Kwa hiyo tutamkaribisha yeye aweze kusoma azimio letu wakuu wa vyombo vya habari pamoja na wahariri waandamizi hapa Tanzania. Karibu sana. Kuja. Hili ndio azimio la wakuu wa vyombo vya habari na wahariri waandamizi Tanzania kuhusu umuhimu wa kutunza amani kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Namba moja. Tanzania ilipata uhuru wake pingana bila kupigana. Watanzania tuna uwajibu wa kuendelea kujenga demokrasia yetu kwa majadiliano na hoja, tukipingana bila kupanga kupigana. Namba mbili. Demokrasia yetu bado ni changa. Demokrasia sio kama mtoto wa nyumbu anayezaliwa sasa na hapo hapo akaanza kukimbia kwa kasi kama wazazi wake. Demokrasia ni mchakato endelevu unaopaswa kujengwa kila siku kwa kuhakikisha kila hatua inalindwa na wadau wote. Namba tatu, sisi wakuu wa vyombo vya habari na wahariri waandamizi tulikutana na wiki hii. Tunaamini katika kushamiri kwa demokrasia ya vyama vingi. Ni dhahiri kuwa vyombo vyetu vimetoa mchango mkubwa katika kuijenga na kuishamirisha demokrasia ya vyama vingi kwa miongo zaidi ya mitatu sasa. Namba nne, tuliripoti na hata kuandika tahariri pale vyama vya siasa viliposuguana, hasa nyakati za uchaguzi na kusababisha vurugu, kama ilivyowahi kutokea Zanzibar mwaka 2001 baada ya uchaguzi mkuu. Namba tano. Aidha, kwa muda mrefu vyombo vyetu vya habari vimeripoti sana matukio ya vurugu, uvunjifu wa amani, vita vya wao kwa wao na hata mauaji ya kimbari kwenye mataifa mbalimbali mbali ya Afrika yaliyoasimia propaganda za kugawa watu bila kujali maslahi mapana ya mataifa yao, na ni dhahiri kuwa mataifa makubwa ya kiwemo ya wakoloni yamekuwa yakichangia kuvuruga amani kwenye mataifa ya Afrika ili kuendeleza maslahi yao ya kiuchumi. Namba 6 katika siku za hivi karibuni hapa Tanzania tumesikia kauli zinachochea chuki na shari, jambo ambalo haliakisi kabisa utamaduni wa Mtanzania, kauli zinazohamasisha wananchi kufanya vurugu. Namba saba. Mataifa yaliyotumbukia katika machafuko ya kisiasa, vita vya wao kwa wao halaiki kupitia vyombo vya habari na mawasiliano, ikiwemo mitandao ya kijamii. Sudan na nyinginezo ambazo zimebaki na makovu ya uenda wazimu wa kihalaiki ambayo hata pale amani iliporejea au itakaporejea bado makovu hayo yanaendelea kubaki kama sanamu ya kumbukumbu ya majuto. Namba tisa. Tanzania imekuwa kisiwa cha amani kwa sababu ya misingi iliyowekwa na waasisi wa taifa letu na utamaduni wa kukaa meza ya mazungumzo ili kumaliza tofauti zetu na kwa sababu hiyo kwa miaka mingi Tanzania imekuwa ni makazi ya matumaini kwa wakimbizi wanaokimbia machafuko ya kisiasa na vita katika nchi zao. Namba kumi Hivyo basi Watanzania, kwa umoja wetu, tukatae kuhudhuria karamu ya uchochezi wenye lengo no la kutushawishi kulewa uenda wazimu wa kihalaiki ambao unaweza kulisambaratisha taifa letu kama ilivyotokea kwa mataifa mengine. namba kumi na moja sisi wakuu wa vyombo vya habari na wahariri waandamizi tunaungana na viongozi wa dini na makundi mengine yaliyojitokeza kusisitiza umuhimu wa kutunza amani tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni. Dada Joyce, kitakachofuata sasa tutatia saini azimio hili. Wakuu wote walioko hapa mbele tutatia saini azimio hili na tutaligawa kwa vyombo vya habari. Linaweza kupelekwa kwenye mitandao ya kijamii, linaweza kupelekwa kwenye vyombo vya habari, na tulilenga kwamba litumike kwa kadri itakavyowezekana mara kwa mara kuelekea uchaguzi kucha. Mkuu. Kwa hiyo sasa tunakwenda hatua ya kusaini e, wakuu wote wa vyombo vya habari kutia saini azimio hili na basi baada ya hapo tunalikabidhi. Atatuongoza dada Joisi kutia akiwa wa kwanza saini, alafu atafuata Dkt. Rioba na sisi wengine tutafuatia. Karibu. walikutana na kuyajadili mengi kwa pamoja, ikiwa ni wakuu wa vyombo vya habari hapa nchini Tanzania, na kile ambacho walikijadili, hatua ya mwisho likatoka azimio ambalo limekuja kuwasilishwa mbele ya waandishi wa habari, iliweze kuifikia jamii kwa ukubwa wake. Takribani mambo kumi na mawili yamesikika hapo wakati Joyce Mahavili akiwa anaeleza kile ambacho walikubaliana kwa pamoja na kwa sasa kinachofanyika ni kutia saini katika azimio hilo ili mara baada ya hilo kuwa limefanyika liweze kutolewa kwa waandishi wa habari waweze kuisambaza kwa ajili ya jamii, kwa sababu vyombo vya habari vimekuwa msingi mkubwa wa kuhabarisha jamii kwa namna moja ama nyingine, lakini pia kusaidia katika masuala tofauti yanayokuwa yanaendelea ndani ya nchi ili kuhakikisha kwamba jamii inapata elimu ya kutosha, lakini pia e, hata kuhabarika kwenye masuala tofauti ambayo yanakuwa yanajiri ndani ya nchi kwa sasa nchini Tanzania, zikiwa zimesalia siku chache tu kuelekea Jumatano ya Oktoba 29 ya mwaka 2025, tarehe ambayo Watanzania watajitokeza kwa ajili ya kuweza kuchagua viongozi ambao wataongoza kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Kubwa zaidi pia, katika azimio hili la wakuu wa vyombo vya habari hapa nchini linazungumza kuelekea katika uchaguzi mkuu huo ambao eh, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni utaratibu ambao hupo kikawaida kila baada ya miaka mitano vyongwa, wananchi kushiriki kwa pamoja kuweza kuwapata viongozi ambao wataongoza katika taifa hili, na msisitizo mkubwa hapa ni misingi ya amani, amani kama ambavyo tangu waasisi wa taifa hili ilivyokuwa babu zetu wakapambana kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha amani na kuwa inadumishwa katika nchi. Vivyo hivyo ndicho ambacho kinasisitizwa pia hapa katika azimio hili ambalo linatiwa saini kwa sasa na wakuu wa vyombo vya habari hapa nchini Tanzania kuzingatia misingi ya amani ndani ya nchi ni moja kati ya mambo ambayo ni msingi zaidi, lakini zipo zile kauli ambazo zimekuwa zikionekana katika mitandao ya kijamii na katika maeneo tofauti. Msisitizo pia ukitolewa kwa jamii kutoshiriki kwa namna yote katika kuingia kwenye vitendo ambavyo vinaweza vikasababisha hali ambayo itakuwa ni mbaya ndani ya taifa. Kwa miaka mingi imekuwa ikifahamika kwamba Tanzania ni makazi ya matumaini kwa wale waliokimbia vita katika nchi zao, hivyo inabidi hilo lianziwa kwa namna moja ama nyingine ili kusaidia vizazi na vizazi vizidi kufurahia maisha yaliyopo ndani ya taifa la Tanzania. Inafahamika kwamba wao viongozi hawa ambao ni wakuu wa vyombo vya habari wamekuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha wanasimamia utekelezaji wa shughuli za kila siku. Kwa leo sasa, wameketi katika meza moja na ambao wanalinda kalamu, kamera pamoja na mikrofoni. Hawa ni mashujaa wasio na silaha zaidi ya ukweli. Kwa hiyo wanachambua na kuweza kufahamu kile ambacho kimejiri na kupitia kwenye vyombo vya habari ambavyo wanavisimamia, wale watendaji wanakuwa wanafikisha taarifa kwa utuo kwa ajili ya jamii nzima ambayo inakuja kupata kile ambacho kinakuwa kinajiri. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeeleza wazi kwamba kila baada ya miaka mitano wale ambao wana sifa ambaye amefikia umri wa kupiga kura kuanzia miaka kumi na minane ambaye hana changamoto yoyote ile pia, uh, ya kiakili anaruhusiwa kushiriki katika mchakato wa kuweza kumpata kiongozi ambaye atamuongoza kwa kipindi kinachokuwa kinafuatwa. Hivyo misingi hiyo inavyofuatwa, inakuwa inatengeneza pia ule wigo mkubwa wa demokrasia, kama Tanzania jinsi ilivyo ni taifa ambalo linaendeshwa kwa misingi ya kidemokrasia. Kwa hiyo haki ya kuchagua na kuchaguliwa ni mojawapo ya mambo ya msingi ambayo lazima yazingatiwe. Tusikie maelezo nakara ya Kiswahili na ya Kiingereza, alafu ile shejo ambayo kwa kawaida utaratibu huwa tunasaini karatasi moja, inaonyesha chombo, jina, lakini siku hizi kuna AI unaweza ukasaini kule, alafu saini zikaama, tunasaini kwenye tamko lenyewe, alafu litatolewa kopi, kila mtu atapata, ambalo lina saini zote na ile kiambata namna hiyo maelezo yakitolewa hapa kwa ajili ya shughuli ambayo inaendelea. Unaona eh, hapo bado saini zinaendelea kuwekwa, kalamu bado inazidi kutoa wino hapo, na kusisitiza kwamba hicho kinachotolewa ama kilichowasilishwa hapa ni taarifa ya wao wote kwa pamoja kwa hiyo ipo tayari kwa ajili ya waandishi wa habari watakapokabidhiwa kuweza kuhakikisha wanaipeleka kwenye vyombo vya habari ili kila mmoja aweze kuipata kadiri inavyokuwa inatakiwa. Kadiri Tanzania inavyoelekea kwenye uchaguzi mkuu, sauti za wakuu vyombo vya habari, wahariri na waandishi waandamizi zinakutana pia hapa katika meza moja kubwa zaidi, wanajadili namna ya kuweza kusaidia jamii kuweza kupata taarifa ambazo zinakuwa zinahitajika ili hatua ya mwisho kipindi hiki cha kuelekea kwenye uchaguzi lakini pia wakati wa uchaguzi na hata mara baada ya uchaguzi kufanyika mambo yaweze kwenda kwa uzuri kabisa. Tangu michakato ilipoanza tumeshuhudia kwa nyakati tofauti. Sasa hivi wagombea wanapita katika majukwaa tofauti kwa ajili ya kunadi sera zao, na ambazo wanaomba uungwaji mkono kutoka kwa wananchi tofauti. Kila mmoja, kila ambacho amekipanga, anatumia njia tofauti kuhakikisha kwamba anafikia kwenye majukwaa ili kuhakikisha kwamba anawafikia walio wengi, kwa wala anawafikia ili waweze kupata nafasi ya kumchagua kuweza kuongoza kwenye kipindi kinachofuata. Zile ambazo zimekuwa zikisikika kwa namna moja mingine, taarifa ambazo zinakuwa zinaleta hali ya hofu kwa watu, serikali pia imekuwa ikisisitiza, vyombo vya ulinzi na usalama vimekuwa vikitoa taarifa kwamba maandalizi yote yanaenda vizuri na kila mmoja ajiandae kwa ajili ya kushiriki kwenye mchakato huo wa kikatiba na kupata haki yake ya kimsingi ya kuweza kumchagua kiongozi ambaye atakuja kumuongoza kwa kipindi ambacho kinakuwa kinafuatwa. Pale ambapo unajinyima haki yako mwenyewe ya ya kushiriki kwenye zoezi la uchaguzi unakuwa unatengeneza mazingira ambayo inaweza kaa pia na changamoto kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kwenye kipindi kinachofuata pale ambapo mambo yatakuwa haendi vizuri inawezekana kwa sababu ya kura yako moja ya ambayo ulishindwa kuenda kuitoa ama kutekeleza kuipata haki yako ya msingi, ndio inaweza ikaleta changamoto katika kupata maendeleo kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo, eh, jamii kwa ujumla imekuwa ikisisitizwa kushiriki kwa utuo ili kuhakikisha kwamba mchakato wa maendeleo unapatikana ndani ya jamii na watu wote kushiriki kwa pamoja. Tukizungumza hiki ambacho kimejiri hapa, basi na shaka mara baada ya waandishi wa habari kukabidhiwa azimio hili la pamoja la wakuu wa vyombo vya habari nchini, itakuwa ni rahisi zaidi kufanya uchambuzi zaidi wa kile ambacho kimejadiliwa, lakini pia kuweza kuipata elimu yote ya kile ambacho kimeonekana katika sehemu hii. Saini zinaendelea kuwekwa hapo, kitizama karatasi tayari imesha ya nyingi kweli kweli, kuonesha kwamba ni jambo la pamoja la watu wote ambao wameshiriki katika kuzungumza na kuweza kuliwasilisha hapo hivyo basi, kila mmoja kwa nafasi yake ana nafasi pia kushiriki na kuhakikisha kwamba mchakato yote ambao ipo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anakuwa ni mnufaika wake, mnufaika kwa kufanya, kwa kushiriki kwa namna moja ama nyingine kwenye kutimiza kile ambacho kinakuwa kinahitajika. Pengine mara baada ya hili kwa limekamilika, tutayasikia maelezo mengine ambayo yatakuja kutolewa hapa. Tunafahamu kwamba tangu tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC ilipotangaza kuanza kwa kampeni Tanzania imekuwa ni jukwaa la mijadala, hoja pamoja na matumaini, katika miji tofauti na vijiji, kila kona zikisikika sera kutoka kwa wagombea tofauti. Karibu wapiga kura milioni 37,655,559 waliothibitishwa na INEC watashiriki katika zoezi la uchaguzi wao. Wanaibeba dhamana ya kihistoria kufanya uamuzi wenye uzito wa kizazi kizima. Kwa maana hiyo na ukiangalia idadi hiyo kwa kipindi hiki ni tofauti ya takribani asilimia 26.55 kutoka wapiga kura milioni 29.5 ambao walikuwa wamejiandikisha kwenye daftari eh, kipindi cha mwaka 2020. Kwa namba imeongezeka kwa sababu kwa mujibu ya sensa ya watu na makazi, idadi ya watu imezidi kuongezeka. Wale ambao walikuwa na umri wa chini pia na wao, tayari namba yao imeongezeka kuwapo tayari kwa ajili ya kushiriki kwenye mchakato huu wa kuweza kumpata kiongozi ambaye atakuja kuongoza. Hapa inazungumzia uchaguzi mkuu ambao unahusisha kupiga kura kwa ajili ya rais wa Jamhuri ya Muungano Tanzania, lakini pia kupiga kura kwa ajili ya kumpata mbunge ambaye atakuwakilisha pale bungeni kuweza kufikisha yale ambayo mpona katika jimbo lenu, lakini pamoja na kumpata diwani ambaye pia atasaidia kwenye kuhakikisha mambo yanakuwa yanaenda vizuri kwa namna moja ama nyingine. Tukizungumza pia kuhusu uchaguzi huu ambao utaenda kufanyika e, eh, yapo jumla ya majimbo ya uchaguzi mia mbili sabini na mawili, utakumbuka yaliongezeka majimbo mapya nane kwa hiyo kufanya idadi kufikia hiyo. Lakini kati ya majimbo hayo mia mbili ishirini na mawili yapo Tanzania bara na majimbo hamsini yapo Tanzania Zanzibar kule katika visiwa vya Marashi ya Karafuu na uchumi wa bluu. Kwa hiyo kinachozungumzwa hapa kinawalenga watu kutoka katika maeneo yote na hapa, sina shaka kwa sababu dhima vyombo vya habari imekuwa ikieleweka mara zote kwenye kuhabarisha umma, lakini kwenye kutoa elimu e, na hata kusaidia kurekebisha pale ambapo mambo yanakuwa yaendi vizuri e. Hiki ambacho kinafanywa na wakuu wa vyombo vya habari ni moja wapo kati ya yale ya majukumu ambao inabidi vyombo vya habari kuweza kufanya hivyo. Basi kutokana na hili imani ni kwamba itakuwa kubwa zaidi kwa vyombo vya habari kwenye kuyachakata na kuyapeleka kwa waandishi ili wote mambo yaweze kwenda vizuri. Na tukiuzungumzia mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano zaidi, Oktoba ishirini na tisa ambayo itakuwa ni tarehe ya kupiga kura, nitakuja kukupa usuli zaidi e, azimio letu kama wakuu wa vyombo vya habari na wahariri waandamizi. Tunawashukuru kwa kuhudhuria na tunaamini pamoja na kwamba limeruka, limeruka mbashara, mtaendelea kulisambaza kwa Watanzania kwa sababu vyombo vya habari vina mchango muhimu katika